Kuna baadhi ya maneno ambayo ukiyasikia mteja anayaongea, ndio hizo ni red flag. Maneno hapo mengi, kulingana na na environment za wateja zako ambao unakutana nao. Maneno yako mengi sana, ila mimi nitakuletea maneno mawili ambayo wanapenda sana kuyatumia wateja. Kuna mteja ambaye anakutafuta, alafu anakwambia mimi nahitaji flyer. Unamwambia sawa, flyer unahitaji wewe ni designer, wewe ni creative designer, unajua cha kufanya, si ndio? Ukiona tu mteja anakwambia hivi, hii ni red flag. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwisho wa siku, kama nilivyokuambia mwanzo, yani utafanya hiyo kazi, alafu mwisho wa siku yeye kwenye hiyo kazi ambayo umeifanya ndo ye sasa anaanza kupata idea ya kitu ambacho anakihitaji, alafu mnaanza kufanya kazi sa reality, wakati muda huo kasha kusumbua sana huko nyuma. Kwa hiyo ukishaona maneno kama haya, yani ni heri hii kazi usifanye. Sikwambii yani, sikufundishi si kukataa kazi, hapana, ila ni heri hii kazi usifanye kwa sababu kitakachokukuta ni kitu kikubwa sana kuliko pale ambapo ungeiacha hii kazi akishindwa kukwambia, kwamba akishindwa kukupa information zinazojitosheleza kwa ajili ya hiyo kazi yake. Ni bora tu atafute designer mwingine. Sawa, so, ndio maana tuna, tunashauriwa sana kwamba usikilize sana kuliko kuongea. Ukiwa kama designer unatakiwa usikilize sana kuliko au, ukiwa kama mfanyabiashara unatakiwa usikilize sana kuliko kuongea, umsikilize mteja wako anahitaji nini, alafu ndio baadaye uangalie kama unaweza ukamhudumia au hawezi kumhudumia. Red flag ya pili ni kwamba unakuta anakwambia wewe fanya kazi. Usi, usi, kazi, kazi usiwaze kuhusu malipo wewe fanya kazi. Ndio mteja kaja kwa mara ya kwanza afu anakwambia wewe fanya kazi usiwaze kuhusu malipo. Angalia sana hii situation kwa sababu mwisho wa siku unaweza ukafanya ile kazi, afu wewe ukasema mimi siwazi kuhusu malipo naonekana kama natamaa, wakati ni haki yako kufanya ile kazi, alafu akaja akakwambia kama unaweza ukaifanya ile kazi afu ukamkabidhi, mwisho wa siku akwambia, bwana, mimi hela nitakulipa labda baadaye au sina hela. Kwa hiyo unatakiwa uwe uwe makini sana na haya maneno mawili. Najua hapo mengi, na wewe unaweza ukatuambia kwenye comment hapo kwamba red flag gani ambazo umewahi kukutana nazo pale ambapo unafanya kazi, unafanya kazi kama designer. Kama ume like hii video Usisahau kukomenti, share na wengine uwajifunze zaidi. Follow for more videos.